Nawahuku hmm. Tofauti na kwenda ukanda <laughs> <laughs> wa UNAF kule hey, hey. Labda nyumbani eh, lakini kuna ile standard ambayo uh, ipo kwa Young Africans. Hususan nimeona kampeni ya Young Africans ya mashabiki wao kwenda Malawi yani. E, ukifika Uyole tu pale unasema y ah, jamani sasa unafanyaje, jamani? watu e, e, e, e, watu, watu, wanatiririka hadi kwenda uh, kuisapoti timu. Nafasi nyingine tena uh, tamu kwa mashabiki wa Yeng Africans, lakini pia na levels Yeng Africans kufika mbali katika michuano ya kimataifa. Unajua utamaduni wa soka ulivyo duniani kote timu, unajua unapofanya vizuri kwenye mashindano yao. Hmm. Siku zote unapata nafasi ya wewe kupewa na kipaumbele zaidi cha kufanya vizuri. Hmm. Kwamba haupewi timu ambazo zitakupa ushindani wewe kufikia kwenye lengo fulani la mafanikio, ni duniani kote unakuta klabu kubwa zinapewa timu ndogo kufikia ili mdogo sasa naye aone thamani ya kujituma. Kwa hiyo Yanga kwa alipofikia sasa, sasa hivi hivi alivyojitengeneza katika hii misimu minne ya sasa hivi, amefikia hatua ya kuonekana naye anabidi apewe timu ambazo anabidi azishike mkono yani yeye Yanga ashindo yeye kufikia pale anavo, kwa sababu watu wanataka kumuona kwenye makundi yani kafu na dunia anataka kumuona Yanga akiwa kwenye makundi ya kiri kiri, kwa sababu ya kile kiwango alichokitengeneza. Kwa hiyo anafikaje pale, kwa hiyo anapewa timu ambazo kidogo zinakuwa ziko chini kwa kwa viwango hmm. Zamani sisi ndio tulikuwa tunawabeba akina Hal Mazembe, kwa sababu sisi tulikuwa tuko chini, kwa hiyo tunapewa tunaanza Madagascar, tukimaiza tunapewa Hal, tunakuja hapa tunachezea tunaondoka. Kwa hiyo sisi tulikuwa tunawabeba wale wenzetu kwenda kwenye makundi, sasa tumekuwa Kwahiyo kafu imetuongezea steji, kwahiyo nadhani Yanga wana sababu kubwa ya kuthibitisha ukubwa wao kwa aina ya kikosi chao walichosajili msimu huu na wale waliokuwa nao. Ni timu nzuri ambayo umeona imecheza mechi zake mbili za kimataifa, imeshinda bila kufungwa goli lolote. Mechi za ligi imecheza mechi tatu, haijaruhusu goli lolote, ina sare tu moja na imeshinda mechi mbili. Kwa hiyo ni timu ambayo imekamilika, ime, ime kwa kuitazama hivi nje kwa sababu ya kimatokeo wana kila sababu ya kwenda kushinda mechi, na ndio maana mashabiki wengi wa Yanga sasa hivi wanaamini timu yao inastahili kwenda kushinda mechi ya dhidi ya Silver Striker. Lakini mpira siku zote inabidi, unapoenda kutana na mpinzani wako, heshima yake ni muhimu, kumwangalia kwamba huyu ni mdogo, lakini mdogo anaweza akajificha akakupiga ngumi ya taya, akakaa chini, kwa pambano limeisha. Hmm, naona eh. Kwa hiyo lazima ujiangalie, huyu asija akanipiga ngumi ya ya, tahadhari. Kwa hiyo lazima umpe heshima kwamba huyu ni mdogo, lakini natakiwa nicheze naye kwa tahadhari kwamba mimi niendelee kutumia ukubwa wangu kumpiga huyu wakati wowote. Kwa hiyo hicho ni kikubwa, lakini kingine naona kwa Yanga, uongozi wa Yanga unabidi utoke usimame useme kitu kuhusiana na swala la kocha. Unajua, wakati mwingine kwenye timu inapokwenda kwenye mashindano, kukiwa na kelele nje sana nyingi, ambazo zinaonyesha kwamba kocha huyu hatumtaki, hatumtaki, sijui anafanya hivi, timu yacheze vizuri, mashabiki wanaamini, iko kitu inatengeneza atmosfea mbaya, kwa sababu ile jambo linaweza likaingia kwa wachezaji, likawavunja morali, watu wakaanza kucheza upepo. Bado upo pamoja na izna, lazima viongozi waseme. Viongozi wa Yanga hawajasema hmm. Umemwona jana la nani wa Manchester ametoka amesimama amesema, bwana, mimi nampa huyu hata miaka mitatu Mone yeah, napewa hata miaka mitatu, amesimama. Yani ule ndio uongozi mm. Unajua kuna wakati injinia alisimama kwa Nabi. Wakati ule kasema hapana, huyu kocha wangu, nasimama naye, tunaenda naye Nabi, akasimama kwenye timu, timu ikakaa vizuri paka mpaka leo Yanga amesimama kwenye mstari wake mm. Hiyo nadhani hata wakati huu ni wakati wa injinia kuhesabiwa kwamba lazima aseme kama kiongozi, bwana huyu kocha tunamwamini, tulitafuta tuli kocha tumepata kocha huyu wa viwango, tunaamini atupeleka kwenye nchi ya. Unaamini nini, Kingamkono? Naamini katika timu inavyocheza mm. timu inacheza inapata matokeo vizuri mm. Unajua timu kwenye mpira, siku zote watu wanaweza kusema bwana, tunataka tu, tucheze pasi nyingi. Kwa, unaamini unaamini katika kocha Roman Folz. Naamini katika Roman Folz kwa kile anachokifanya, kwa sababu mm. timu haijapoteza mechi yote. Haija lango lake halijaguswa, anawashambuliaji wazuri. Amefunga magoli zaidi ya magoli tisa kwenye mechi zake. Ni Zlatko Kriptotic naoat kushinda mabao matatu kwa sifuri dhidi ya Coastal Union. ah, unaweza kuangalia ameshinda mechi za aina gani? Ameshinda hmm. na Coast Union sawa, ameshinda mechi za aina gani? na ina, ina, ina, matatu, hivi za aina gani? na aina ya uchezaji wa Yanga. Wajua Yanga watu wanasema Yanga haichezi vizuri, lakini hawajaifuatilia uh, Yanga inavyocheza. Wewe sasa binafsi, Yanga inacheza vizuri hmm wao wanacheza vizuri labda kama kuna kitu kingine wanachokitafuta ukiwaangalia yanga wanacheza wanacheza vizuri kabisa movement za mpira wanavyoanzisha mashambulizi yao jinsi wanavyorudi kujilinda mchezaji atakayeingia anakupa asilimia mia kama yule mchezaji aliyetoka unajua kwenye timu nyingine ukimtoa mchezaji mnajiuliza huyu anatoka kwa sababu gani kwa nini Kingamkono hao hawaamini hawaamini kucheza vizuri kwa nini unadhani hao hawaamini na hawaamini kwa sababu wameaminishwa kitu ambacho wengi awakioni kwenye mpira ya ndani ndani ya timu yao. Unajua, wakati mwingine mm. tuna tatizo sisi kama mashabiki wa Kitanzania mm. tunaweza tukaaminishwa fulani ni mbaya kwa sababu ya mtazamo tu ya mtu kwamba huyu mtu amekosea hapa, au kuna mtazamo labda kuna, kuna mchezaji walitamani wamwone acheze, lakini kocha amesema huyu mchezaji acheze, tukamsema huyu kocha ni mbaya mona. Ah, lakini, i, i, i, kong mimi imani inayokuja yeah. mfano mm. inawezekana asilimia tisina tisa mm, watu kupo haamini katika Azizi Yandabwile labda yes, kutokana kumuona hapo nyuma na, a, kwa kabisa na mm kadhalika mm, lakini baada ya kupewa nafasi kuonyesha kucheza mm, no doubt kwa mtu yoyote yule mm, kusema Azizi kwa nini Azizi anaanza mm, kutokana na aina kiwango anachokionyesha ndani ya timu. Ndiyo maana nikasema kwa mashabiki ambao labda kidogo wanakuwa wananyoosha kidole mm. Mm. Inawezekana kuna kitu walikuwa wamekizoea kukiona ndani ya timu yao ambacho wakioni wa. Unajua mpira ulivyo, mimi nitavyouzungumzia tofauti na inji atavyouzungumzia, ndivyo nakuja kukutana katika eneo moja, na sasa tunakutana wapi? Timu inapata matokeo, timu ina flow, timu inajilinda vipi, timu inaanzisha vipi mashambulizi. Umeona Yanga anavyoanzisha mashambulizi jinsi wanavyoondoka, pasi zao zinakuwa za uhakika. Hiyo mm. timu imekamilika. Unajua, kuna watu wanaanzisha mashambulizi, pasi hazina uhakika, goli linatokea kusikojulikana, kubung kubang eh, yani. Lakini Yanga wanaanzisha mashambulizi, unaona mpira umeanza nyuma, pasi ya kwanza, pasi ya pili, pasi ya tatu, watu washafika mbele, wamefika watu wawili mbele, anapigiwa pasi mbele ya watu watatu na mtu anafunga. mm. Hiyo timu ambayo ina chemistry nzuri, kwamba watu wanazoeana. mm. Watu wamejuana. Kwa hiyo wakati mwingine, watu wanaweza kuangalia kwamba timu haichezi vizuri kwa sababu ya mtazamo kwamba jana alikuwa fulani anajua kupika pilau, anatia sijui nini, huyu leo ki chumvi nyingi, huyu anaweka chumvi kidogo. Kwa hiyo wakati mwingine vina vitu vidogo vidogo sana ambavyo watu wanavizungumzia na wanavibebesha, wanambebesha mtu ubaya, kwa sababu kwamba wao wanatamani kumwona fulani angekuwepo kwenye timu, lakini huyo fulani hmm, sio kama yupo, yupo lakini kuna mtu mwingine ambaye ana nafasi ile ya kucheza, kwa nini usimwamini? Hmm, katika hicho